Msanii ameweza kuungana na mwanadada Mange Kimambi kwa kuchana kile ambacho kiliweza kutokea katika eh, hii party ya official Nandy ambapo juzi tuliona kuona eh, mwanadada Mange Kimambi aliweza kuandikia ujumbe mrefu Nandy pamoja na official Zuchu eh, kwa kuachana na kusema kwamba kwa nini wanafanya starehe kama zile za kibao kata. Akaendelea kuhimiza wananchi kwamba wasi, wasiwape airtime hawa wasanii ambao wamekuwa kitafuta kiki siku za hivi karibuni ambapo wamekuwa wakifanya shows mbalimbali mbali, lakini pia show ya Nandy, kumbuka kwamba aliweza kufanya kufuru moja ambaye haitosaulika kwamba kiingilio ilikuwa ni bure kwa, alo, kwa wale watu ambao walialikwa tu, lakini pia akasema kwamba ata provide ama atawapa madela pamoja na vijola vya bure kabisa bila mtu yeyote kulipia kwa wale ambao walialikwa tu. So Mwandada Mange Kimambi alikuja akawachana sana na video hiyo nilikuwekea hapo majira ya jana, unaweza ukaitafuta, utaipata kupitia page yetu hii ya Blue Aspects Media. So, Amekuja mwanadada eh, huyu ambaye anaitwa Gift kwa jina maarufu <laughs> anaitwa na <coughs> kuniona nimebadilika Gigi mwana kwa leo kwenye kibao kata. Jamani, mimi sijali kwa sababu sio shoga yake, na shoga yake ndo wale hata utamla mtu. Shoga yangu shoga utakuwa shobo ukijaribu alikika, kama ujaribu atakaa pembeni Yaani kama ukama hujaitwa same baby, hiyo ni yani hiyo protocol kwa Kiswahili ya tushu. Yaani baby hatuna mwamko. Mimi sasa ngaa nimeamka na vitu ambavyo sijai. Ah, baby, hiyo vitu mimi nimekulia navyo mtaani baby keko kula chini mbagara miaka yangu yote, na una vibao kata rusha robe vigodoro. Mkesha umekesha, anaolewa, hajaolewa, baby kisho karudishwa. Sasa mimi nataka tena mambo kelele taabu. Mm-mm. Save me in low bitch, you can fuck with you, you know me, Kadibi, yes, yes, those I want to do. Nyimbo za Kiingereza. Nimekaa nimekaalii miaka 18 na na leo narudi tena tena huko na miaka 28. He, hii kumi ilobaki niwe mzungu jamani. Kibao kataka ni ni lazima. Kwa nini kwa sijui? Sijui. Umeelewa? Mimi kwa sijui. Shoga yangu ndio na kazini,

So, of course eh, watu wamekuwa wakimjia juu sana Gigy Money eh, wengine wakimwambia kwamba wewe hata mdomo wewe wa Tanzania sasa hivi hawakupendi wasanii wenzako hususan. Amekuwa akikabiliana na comment nyingi sana na nzito. Mwingine kaweza kusema kwamba eh, kazuri kenyewe mashallah eh, kachokoze sasa ona kanavyobadilika ghafla kama sio yeye. Hizo ni baadhi ya comment Eh, ambazo wadau wameweza ku comment baada ya kuongea maneno haya. We unazungumzaji kuhusiana na hicho ambacho kuwa nakisema Gigy Money mapema siku ya leo katika hiyo levu yake, shukomenti yako hapo chini. Blue House ndi hapa, mi naitwa Daud Alexander Scotrizi.